Na kuitetea katiba ya jamhuri, ya ya muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, mwaju ma madiwani wa kanuni za ka kudumu za halmashauri ka kama zilivyo, zi, kama ilivyo kwa ma, kwa mujibu wa sheria na mujibu wa, wa sheria kwa ni nitatumikia halmashauri ya wilaya ya Geita kwa waaminifu wezo na moyo wangu wa wote. uh -huh. Mungu nisaidie. <laughs>